Makamu wa zamani wa rais wa Marekani Kamala Harris amemshambulia vikali rais Donald Trump kufuatia uamuzi wa serikali ya Marekani kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro na mke wake, akielezea hatua hiyo kuwa ni kinyume cha sheria na isiyo na busara. Maduro na mke wake waliwasili mjini New York Jumamosi Januari 3 ili kukabiliana na mashtaka ya shirikisho yanayohusiana na biashara za dawa za kulevya na ushirikiano na makundi ya uhalifu yaliyotangazwa kuwa ya kigaidi. Rais huyo wa Venezuela amekanusha vikali tuhuma zote dhidi yake. Katika ujumbe aliyochapisha kwenye mtandao wa X, Harris amesema uamuzi wa, wa Trump haujasaidia usalama nguvu wala ustawi wa wananchi wa Marekani na mnukuu, hatua za Donald Trump nchini Venezuela hazifanyi Marekani kuwa salama zaidi, imara zaidi wala nafuu zaidi kiuchumi ha, ameandika Harris akiongeza ha, kwamba Maduro ni dikteta katili na asiye halali, akubadishi ukweli kwamba kitendo hiki ni kinyume cha sheria na akina busara. Harris akaendelea kusema tumeshaona filamu hii hapo awali vita v ya kubadilisha tawala au kupigania mafuta vinavyouzwa kama ishara ya nguvu, lakini huishia kuleta machafuko na familia wa za Wamerikani ndizo hujipa gharama, amesema Harris. Amesisitiza kuwa hatua hiyo haikulenga kupambana na biashara ya dawa za kulevya wala kulinda demokrasia, bali maslahi ya kiuchumi na kisiasa, na mnukuu Hili si suala la dawa za kulevya wala demokrasia, ni suala la mafuta na tamaa ya Donald Trump kujionyesha kama kiongozi mwenye nguvu katika ukanda wa Amerika ya Kusini. Alimshutumu Trump kwa kutoa msamaha wa watu waliopatikana na hatia ya biashara ya dawa za kulevya huku akidai kuhalalisha hatua kali dhidi ya Maduro. Anaendelea, Iwapo angejali kweli masuala ya dawa za kulevya au demokrasia, asingemsamehe mfanyabiashara wa dawa aliyepatikana na hatia, wala asingelitenga pembeni upinzani halali wa Venezuela, huku akifanya mikataba na washirika wa Maduro, amesema Harris. Ni taarifa kuhusu aliyewahi kuwa makamu wa rais wa Marekani, Kamala Harris amemvaa vikali Rais Donald Trump kwa hatua yake ya kumkamata rais wa Venezuela bwana Nicolas Maduro na